Ndugu wa marehemu Otieno akachukua uongozi wa chifu kwa kiburi na tamaa. Otieno akawa kivuli cha rangaito utawalani, akatumia mamlaka kwa ubinafsi na ukatili. Akoko akanyimwa heshima, mali yake ikaporwa, na hati yake ikachukuliwa na wanaume walioamini wa kwamba mwanamke hana sauti. Moyo wake ukawa kivuli cha mateso, lakini ndani ya moyo huo kulizaliwa uamuzi usiotikisika kupigania haki yake. Alidemka alfajiri mbichi, kabla jua halijichomoza akamchukua mjukuu wake akamwacha kwa kaka yake Oroho huko Imbo, kisha akaanza safari ndefu kuelekea Kisumu. Ilikuwa safari ya mwanamke mmoja dhidi ya ulimwengu, safari ya matumaini na ukombozi. Alitembea kupitia vilima, mabonde na mito. Miguu yake iliandika historia kwenye ardhi ya mababu. Kila hatua ilikuwa sala, kila pumzi ilikuwa nadhiri. Alijua kwamba dunia haingempa haki kwa urahisi, lakini roho yake ilikataa kunyamaza. Asubuhi ya safari ya Akoko ilikuwa ya baridi na ukimya wa maamuzi. Upepo wa ziwa ulivuma kwa huzuni, ukipuliza majani yaliyokauka, kana kwamba kuliomboleza maisha yake yaliyotawanyika kama vumbi la ukame. Akiwa amevaa vazi la kitenge kilichochakaa, Akoko alitembea mwendo wa kinyonga, mikono yake ikishikilia kifuko kilichobeba matumaini chungu nzima. Alikuwa ameazimia kutafuta haki yake kwenye serikali ya wageni wale, waliokuja na lugha za chuma na macho yenye kupepesa kwa fahari. Kila hatua aliyopiga ilikuwa kama mlio wa utambulisho, sauti ya mwanamke aliyeamua kwamba kimya si cha haki. Wazee wa Yimbo walimwangalia kwa hofu na mshangao. Hawakuelewa nguvu iliyokuwa inamsukuma, nguvu ambayo haikuongozwa na mila wala desturi, bali na wito wa ndani uliozaliwa na uchungu wa kupoteza kila kitu. Alisafiri pamoja na wapwa zake Upiu na Udongo, vijana waliobeba damu ya kizazi kipya kisichoogopa macho ya dunia. Walitembea kwa siku kadhaa wakivuka vijito, misitu na mabonde yaliyofunikwa na ukungu wa asubuhi. Akoko aliwafundisha hekima za kale njiani, akisimulia historia za koo zao, majagina wapigana vita na umuhimu kuwa waadilifu hata dunia inapogeuka kuwa kiza. Walipofika Kisumu, macho yao yalikutana na taswira ya mabadiliko: miji ya wageni iliyojaa nyumba za matofali, paa za mabati ziking'aa chini ya jua na watu waliovaa mavazi ya ajabu. Gari la kwanza waliloliona lilikuwa kama joka lenye miguu minne, lililolia kwa sauti ya chuma. Akoko alihisi dunia ikimgeukia uso mpya usio na harufu ya udongo. Hapo ndipo alijua kwamba mto wa maisha ulikuwa umeingia kwenye mkondo mwingine. Usiku wa kwanza walilala kwa swahiba mkarimu aliyefahamika kama Utuma, aliyewakaribisha kwa wema. Akoko alilala sakafuni, macho yake akiwa ya wazi, moyo wake ukijaza maombi kwa Jalali. Kesho yake aliamka mapema, akaosha uso wake kwa maji ya ziwa na kwa unyofu wa moyo akaelekea ofisini mwa afisa wa serikali ya wageni, yaani DO, akiandamana na wapwa zake waliobeba matumaini ya fuko nzima. Katika ukumbi ule wa mawe na mbao, akoko alijikuta mbele ya sura ya mzungu mwenye macho ya samawati na sauti ya ukali tulivu. Hakuwa ameona mtu wa namna hiyo maishani, lakini moyo wake haukusalimu amri. Alisimama tisti, na kwa maneno yaliyofasiriwa na mkarimani, akaeleza mahangaiko yake. Alisimulia jinsi mali yake ilivyotekwa hadhi yake ilivyovurugwa na namna Otino alivyovunja mila za haki na utu. Afisa huyo mzungu alimsikiliza kwa makini, akichezesha kalamu yake mezani kama aliyepima uzito wake. Mwishowe akaahidi kwamba kesi hiyo itachunguzwa. Aliahidi kwamba haki si mali ya wanaume pekee, bali kwa yeyote anayedhubutu kuipigania. Akoko alitoka pale akiwa amechoka, lakini na moyo uliojaa matumaini mapya, tumaini, tumaini kwamba dunia hiyo ilikuwa inaanza kubadilika, kwamba upepo wa haki ulikuwa umeanza kuvuma. Miezi kadhaa baadaye, ujumbe ulifika Sakwa. Wapelelezi wa serikali walikuwa wamechunguza madai yake, na ukweli ukawekwa pa ruanja. Uovu wa Utinu ulitiburiwa mbele ya watu. Maamuzi yakatolewa, Utinu akang'olewa mamlakani na mali yote aliyokuwa ameteka ikarejeshwa. Kwa mara ya kwanza jamii iliona mwanamke akipata ushindi dhidi ya mfumo wa mwanamume. Watu wakamwangalia Koko kama mtu wa ajabu, mwanamke ambaye sauti yake ilikuwa kama radi ya haki. Akoko alirudi Sakwa, akakusanya mali yake, kisha akaamua kuondoka kabisa. Alihisi kwamba maisha yalimuita kwenye utulivu wa asili. Alirudi Yimbo, kijijini kwao, akiwa mzee wa hekima, mwenye macho yaliyoona mengi na moyo uliojaa kumbukumbu. Alikuwa katika maskani ya kaka yake Oloo akipumzika kama mto uliofika baharini baada ya safari ndefu. Lakini mto huo haukukauka, uliendelea kutiririka kupitia damu ya wanawe, hasa Nyabera, binti yake wa pekee. Nyabera alikulia akiwa mwanamke mwenye moyo wa majaribu ya machozi. Alipata watoto walioaga wakiwa wachanga, na hatimaye akamzaria mume wake hukumu, binti mmoja aliyeitwa Awiti. Binti huyo alikuwa mwanga wa jioni, chemichemi ya matumaini katika chengo iliyokuwa imejaa kiburi cha mauti. Nyabera aliishi maisha ya mateso, akiona kila uzazi ukigeuka kuwa kilio. Hata baada ya mume wake kufariki, aliridhiwa na ndugu wa marehemu, lakini na pia alimletea huzuni na tamaa zisizo na hatima. Kwa miaka mingi, Nyabera aliteswa, lakini moyo wake ulizaliwa jambo jipya kiu utulivu wa kiroho. Alisikia habari za dini mpya iliyohubiri upendo na ukovu. Akaacha mali yake yote, akamwacha Awiti kwa mama yake Akoko, na akaanza safari ya kiroho kwenda Gem, mahali ambapo wazungu walikuwa wamejenga makanisa yao. Huko alijifunza kuhusu imani, akabatizwa na akapewa jina jipya, Maria Nyabera. aliporudi Kiamboni wajihi wake ulikuwa na mwanga wa amani lakini moyoni alihisi upweke. Alimwomba mama yake Akoko ya kwende pamoja Gemu, na kwa mara nyingine kizazi cha Akoko kilifanya safari ya kiroho, safari ya kuunganisha mira na imani mpya. Wote walibatizwa, Akoko akawa Veronika, Nyabera akabaki Maria, Awiti akawa Elizabeti na kijana mdogo Uwoo akawa Petro. Katika dunia mpya ya dini, akoko aliona maana ya ndani ya neno kutoa. Alijua kuwa kutoa si mali, bali ni moyo. Alitoa maisha yake, fahari yake na urithi wa familia ili mjukuu wake aweze kuwa mtumishi wa Mungu. Alijua kwamba kwa kumruhusu Petro kuwa kasisi, alikatiza mlolongo wa ukoo wao wa kifalme, lakini pia alifungua njia mpya ya urithi wa kiroho. Wakati ya koko alitazama mjukuu wake akivaa joho ra upadre cozi ya furaha yalimtiririka mashavuni mwake. Alijua kwamba mto aliyouanzisha au kutokomea kizani bali kuligeuka kuwa chemichemi chemi ya nuru. Aliona kizazi kipya kilichokubali mabadiliko bila kusahau mizizi yake. Miaka ikasonga na awiti akakuwa kuwa msomi, mwanamke wa hekima na ujasiri. Aliendelea na masomo yake licha ya maneno ya kijamii kwamba elimu ni ya wanaume. Alipata nafasi ya kwenda chuo cha wadarisi. Akoko licha ya uzee wake, alimuhimiza kukuata ndoto zake. Wakati jamii ilipomuona Awiti akipita na madaftari mikononi, walimuona kama kioo cha dunia mpya. Baadaye Awiti alikutana na Mark Anthony Olosigu, kijana shupavu mwenye moyo safi mahusiano yao yalikuwa ya heshima, yakichanua kama ua la waridi chini ya mwanga wa matumaini mapya ya Afrika inayobadilika. Wakati wa uchumba wao, Akoko alitabasamu kwa upole, alijua kwamba safari yake ilikuwa imefika ukingoni. Siku ya mwisho ya maisha yake ilianza kwa utulivu wa ajabu. Alitazama jua likichomoza, akasikia sauti ya ndege wakimba na moyo wake ulihisi amani isiyoelezeka. Usiku ulipoingia, alilala kwa upole, pumzi yake ikayeyuka kama upepo wa jioni juu ya maji tulivu. Alikuwa amemaliza safari yake, mto uliokuwa umeungana na bahari ya milele. Kifo chake kiliacha mwanya mkubwa, lakini hakikuwa cha huzuni, bali cha heshima. Alizikwa kwa heshima ya Kikristo katika ardhi ya kwao karibu na wale aliyowapenda. Misa yake ilihudhuriwa na watu kutoka pande zote, na kasisi aliyekuwa akiongoza ibada alikuwa si mwingine bali ni Petro Owol Kembo, mtukuu wake aliyekuwa mwiya huo mchungaji tajika kupitia Nyabera na Witi na baadaye Wandia. Roho ya Akoko iliendelea kuishi. Kila kizazi kilikuwa kama mto mdogo ulioungana na ure mkubwa. Kila kizazi kiendeleza wito wa ukombozi wa mwanamke na heshima ya utu. Na hivyo mto na asili yake, yaani the river and the source, iliendelea kutiririka kutoka Akoko, chanzo cha chemichemi, kupitia milima ya maumivu, mabonde ya matumaini, hadi bahari ya vizazi visivyokauka. Nimekuwa wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Hadi wiki ijayo saa kama huu. Mwisho mwisho. Baraka.